Bwana Yesu Kristo asifiwe. Karibu katika shuhuda za kweli na leo tunaendelea na ushuhuda wa Kenzo. Ni kusihi uendelee kusubscribe na kushea shuhuda hizi na watu wengi zaidi na Mungu akubariki. Ikiwa utahitaji usaidizi wa kiroho, basi karibu katika Kanisa Takatifu la Mungu Tegeta, chini ya Mchungaji Obed Katunzi. Kwa maelekezo zaidi, basi unaweza kupiga namba 0673081038 Leo tunaendelea na ushuhuda wa Kenzo, na hapa anaelezea ushuhuda wake bado akiwa nchini Meksiko. Nilirudi Mexico kumaliza mission na nilikutana na mwanatheolojia mmoja na akatoa pendekezo la kuhubiri kwenye kipindi cha television. Jina la mchungaji huyu anaitwa Alejandro. Alinionea wivu sana kwa jinsi Mungu alinitumia mahali hapo. Nilimwambia kwa ajili ya Bwana Yesu sihitaji kujitambulisha kwenye television wala kwa ajili ya mali na watangazaji wa kishetani. Ninahubiri dhidi ya televishen. Je, nikifanya programu ya televishen si nitakuwa mnafiki? Mchungaji Alejandro aliniita kwenye mjadala, na nikasema mijadala kuhusu injili husababisha ugomvi na kumchukiza Mungu. Alisema ni nini hasa kilichonifanya nifanikiwe na kuwavutia watu wengi, nami nikamjibu ni Bwana Yesu. Mimi ni mtumishi wake tu, na ninakiishi kile mahubiri yangu yanahubiri. Watu wanapaswa kunitazama na kuona mabadiliko ambayo Mungu amefanya ndani yangu. Mimi huzungumza na Mungu kila wakati, nifanye mimi kwa mfano halisi wa neno lake, na maisha yangu yaje kuwashawishi walio dhaifu, ili wafuate njia zake. Mchungaji Haleandro anajua anajua ninatazama neno na kuona kinywa cha Mungu kikisema fanya hivi, na ninafanya kile ambacho Biblia inasema. Asiyekubali kuenenda sawa sawa na maandiko anapingana na Mungu. Inajitiisha kwa neno la Mungu na ninaenenda sawa sawa na linavyosema. Nitahudumu katika maeneo hatari ambayo hakuna mtu anayeenda, ni katika sehemu zile ambapo wamishonari hawaendi. Hapo ndipo pepo hupata roho nyingi. Ninaona katika maeneo haya upinzani mkubwa sana. Mashetani hujenga ngome nyingi na kuta za kiroho ambazo zinapaswa kuharibiwa kwa neno na maombi. Imani ni silaha isiyoweza kushindwa inapowekwa katika matendo, hakuna kizuizi kinachosimama. Mchungaji Alejandro alisema, mmishonari, wewe ni wa kiroho sana hadi unaonekana kama kichaa. Ninamjua Bwana Yesu kwa nadharia tu kupitia Biblia na masomo niliyosoma. Nataka kumjua Bwana Yesu kibinafsi kama wewe. Nimechoka kusoma sana juu ya Bwana Yesu, nataka kuhisi nguvu isiyo ya kawaida ya Bwana Yesu, na ninataka kupata uzoefu huu wote kwa vitendo. Nikamjibu, Bwana Yesu alipopasua pazia la utengano, hakuna kikomo tena kwa mwanadamu kumkaribia Mungu. Kutoka ulimwengu wa mwili hadi ulimwengu wa kiroho, wako hatua chache tu ili kupenya katika ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Anza kutoa matokeo yanayotarajiwa katika maisha ya ndugu, uwe kielelezo cha imani. Nguvu ya Mungu inapokuwa katika maisha yetu, tunawavutia watu kwa Yesu Kristo bila kuwalazimisha. Mchungaji Alejandro alisema, mwanangu Gabriel alizaliwa katika winjilisti, ni kijana mwasi sana, sijui nifanye nini ili abadilike. Ninafundisha neno la Mungu lakini habadiliki. Nikamjibu Mchungaji Alejandro, Roho Mtakatifu ananifunulia kuna pepo amemfunga mwanao, na kama hajaachiliwa na huyu pepo ataendelea na moyo mgumu na masikio yake yataziba ili asije kumtii Mungu na kukutii wewe. Mwambie mwanao atembee katika kanisa la nguvu ya huduma ya injili ya Mchungaji Ramon Cortez. Nitaenda huko. Baada ya mazungumzo haya nilienda kwa kanisa la Mchungaji Ramon kwa mara ya kwanza, na Shemas Soras wa kanisa hilo alinialika. Nilipoingia katika kanisa hili Roho Mtakatifu alimfunulia mchungaji Romon akisema, mpokee mjumbe, ana siri za mbinguni za kufunua kwa kanisa. Nimeweka siri nyingi za kiroho mikononi mwake ili kuwagawia watu. Roho Mtakatifu amenifunulia kwamba atafanya kazi ndani ya kila mtu na atasafisha kwa moto wake ndani na watang'aa kwa nje. Nyuso zao zitaakisi utukufu wao, wakifanya kazi kubwa katika kanisa la mchungaji Ramon. Baada ya mahubiri yangu, Bwana Yesu alinionyesha katika maono hayo chupe ya mafuta ya mzeituni, taa iliyowaka na kipande cha waya wa umeme. Nilimuuliza Bwana Yesu, ni nini hichi? Akanijibu, kanisa ni nuru, na chupa unayoiona ni upako Nuru ni upako wangu. Mtumishi asiye na mafuta yangu atazimwa. Mimi ni kama nishati ya umeme nitoayo mwanga kwa taa. Ziambie taa zinazozimika ziangaze gizani, ni wakati wao wa kupaa. Mwisho uko karibu. Waambie babu zilizozimika kuwa lazima ziwe na mafuta ya kutosha kwenye akiba yao. Mafuta yanapoisha watakuwa na mafuta mengi kwenye akiba ya yao ya mafuta. Dunia iko gizani, iwashwe na ufanye utofauti. Taa hizi pekee ndizo zitamvutia bwana harusi wakati wa kutenganishwa kwa magugu na ngano. Taa juu yao ulizoziona ni muhuri wangu katika maisha yao, pia ni alama ya Roho Mtakatifu. Liambie kanisa lijaze mafuta yangu ambayo ni nguvu yangu ndani yao, na hiyo itawafanya wang'ae Nina uhusiano mkubwa sana na bibi harusi wangu duniani, ndiyo maana mapepo hayakuharibu dunia. Bwana harusi anamtaka bibi harusi kando yake, na atamtayarisha kumleta karibu na kumfanya mrithi. Muda mrefu, bwana harusi ataonekana kumfungua yeye ambaye ampenda kutoka katika ulimwengu huu wa giza. Tayari nimeonyesha upendo wangu juu ya msalaba wa Kalvari. Ulikuwa wa gharama kuokoa kuosha na kutakasa. Nilipofika maeneo haya, nilisikia sauti ya farasi wanaotembea. Sauti ilisema ni wapanda farasi wa kuzimu wakiivamia dunia. Mateso yote ya kuzimu yameinuka duniani. Dunia sasa itakuwa jehanamu ya mateso. Mkuu wa giza ameichukua serikali, alisema, tutawale na kutakuwa kuzimu duniani. Watu walianza kutafuta wakristo wa kuwafuata Wakristo waliogopa walikimbia, ili wasife katika mateso haya makubwa na mauaji ya halaiki. Ulimwengu na serikali walikuwa dhidi yetu. Zama za mashahidi zilianza, wakawa dhabihu za kibinadamu kwa ajili ya Bwana Yesu, wangetoa wa damu yao kwa uzima wa milele wakimwaga damu yao kwa ajili ya Bwana Yesu kama Kristo alivyofanya msalabani Kalvari. Hivyo ndivyo ilikuwa namna ya kulipiza kisasi waliomfanyia Bwana Yesu. Wakristo wengi waliuawa kwa mateso walipokuwa hai, hawakuweza kusimama. Wakristo waliugua kwa uchungu, hawakuweza kuvumilia tena na walilia sana. Tarumbeta ikalia na mabaki yakatoweka. Niliona katika maono taa zikipanda angani na kutoweka. Ulimwengu ulijaagiza wakati taa hizi zilipotoweka. Taa hizi zilitoweka, ulimwengu ukazidi kuwa mweusi, ukajaagiza kabisa. Niliona shimo jeusi lililofunguka chini, na vivuli vyeusi vilikuwa vikitoka ndani. Anga iligeuka kuwa nyekundu, asili iligeuzwa. Nilihisi kama ilikuwa inatugeukia. Sauti ikasema, mbingu imetenganishwa na ardhi, hakuna uhusiano na wanadamu tena. Wote waliachwa na roho Mtakatifu akachukuliwa. Kifungo cha dunia kilikatwa. Kilichofanya mbingu kuunganishwa na dunia ni kanisa lililoachwa likiwa bado duniani. Bwana Yesu alichukua kanisa lake. Watu waliwatafuta Wakristo walionyakuliwa na kukata tamaa ya kuwapata. Watu hao walikuwa ni tabutu zilizokaa chini. Bwana Yesu alivunja kifungo pamoja nao, uhusiano ulivunjwa. Mpatanishi Roho Mtakatifu aliondolewa, neema iliisha na hakukuwa na agano tena na waasi. Bibi harusi ameondolewa, agano la wokovu limekwisha. Sasa hukumu ya ziwa la moto inakaribia. Baada ya maono haya na mafunio haya, nilikwenda kanisani nikasema, namaanisha kwa ndugu wote wanaoishi, miali ya Mungu wawekeni, wasije kuzimika. Ninyi ni makaa ya moto katika madhabahu ya aliye juu, nanyi mmekuwa katika ulimwengu huu ili kung'aa. Wakati Bwana harusi atakapokuja, atawachukua wale walio na nuru mbele zake. Bwana Yesu alinionyesha katika maono na niliona taa nyingi hafifu zimefunikwa na giza kwa sababu ya dhambi. Na mahali ambapo hakuna mwanga giza hutawala. Bwana huwachukua wale waliofutwa na giza. Wengi wameitwa na wachache wamechaguliwa. Kutengana kutaacha magugu na kubeba ngano. Ni taa zenye mwanga tu zitakazochukuliwa kutoka duniani kwa maana mwangaza wao utamvutia Bwana kwenye mkutano wake. Hizi ni nyota zinazong'aa katika giza la usiku na kupamba anga lenye giza. Baada ya mafunio haya, nilienda kwa mchungaji Ramon. Ramon alisema sisi kanisa lazima tuboreshe mwenendo wetu mbele za Mungu na kujiandaa kwa matukio makuu yanayokuja. Mchungaji Kenzo, ulipokuwa unashiriki maono yako ya kanisa, nilimwona malaika akikupa fimbo mkononi mwako. Nilimuuliza Bwana Yesu, fimbo hii ina maana gani? Roho Mtakatifu alisema, ninaongeza mamlaka yako katika ulimwengu wa roho. Kisha mchungaji Ramon aliponipa ufunuo huu, nilienda kuomba, nikipiga magoti karibu na kiti cha kanisa nilikuwa na maono mengine na niliona mgongano mkubwa katika ulimwengu wa kiroho angani. Kulikuwa na vita kuu kati ya malaika na mapepo, na nilitazama dari ya kanisa na nikaona jinsi anga ya mbinguni ilivyokuwa na malaika watatu wakipigana na jeshi. Bwana Yesu aliniambia, jeshi hili lilitaka kulishambulia kanisa hili, lakini malaika wangu waliingilia kati kwa ajili yao hawako tayari kwa vita. Waambie watu wajiandae dhidi ya mashambulizi ya kipepo walioyaona dhidi yao. Inachukua muundo wa kiroho kustahimili na kupinga mashambulizi ya shetani. Hakutaka mafunuo haya yapitishwe kwako, kwa mchungaji wa kanisa. Mapepo ana hasira na huduma hii kwa sababu ya mafunuo yaliyoletwa leo. Liambie kanisa lijiandae kwa majaribu yatakayokuja kuanzia sasa. Baada ya mchungaji Ramon kumaliza ibada, nilirudi nyumbani kwangu. Nilipofika nyumbani, nilimkuta kwamba yule kijana Gabriel, mtoto wa mchungaji Alejandro, hakuja kuabudu leo. Baba yake alikuja getini kwangu na kuniambia kuwa mtoto wake Gabrieli alikwenda kuabudu kanisa lingine badala ya kwenda kwenye kanisa ninalohudumu. Alejandro alisema Alijaribu kumshawishi mwanawe lakini hakutaka, aliomba msamaha na kuondoka. Niliingia chumbani kwangu na kumwombea Gabriel. Bwana Yesu alinionyesha katika maono, mapepo hayakuwa yakimruhusu Gabriel kwenda kanisani. Nilipokuwa nilimwona katika maono akienda kwenye kanisa lingine. Bwana Yesu alinionyesha hali za kiroho za watu hao ana vita vya ndani ya kanisa hilo. Pepo walipiga vichwa vyao kwa mishale mibaya, akili zao zilikuwa zikiugua. Mashetani aliwakimbiza watu mle ndani, na niliona mavazi ya kanisa lile lenye madoa. Hawakuwa na mamlaka dhidi ya mapepo. Niliona pepo likielekea nyumbani kwa mchungaji Alejandro ili kumuua mwanae. Pepo huyu alikuwa na kamba nyeusi mkononi mwake. Niliomba na kumwambia Bwana umtume malaika amlete pepo huyu nyumbani kwangu. Niliona wakati malaika msaidizi wangu alipotoka kama umeme na kuniletea pepo yule. Nikasema, kwa jina la Yesu Kristo umefungwa hapa, hautavuna maisha ya huyu kijana. Yule pepo mwenye hasira kali alisema, nitamuua, haliishi neno la Mungu wake, ni mwasi, tafadhali nifungulie Pepo huyu alikuwa amepooza kwa minyororo ya moto na hakuweza kusonga tena. Nilikumbuka unabii wa mchungaji Ramon aliyesema kwamba Mungu ataniongezea mamlaka katika ulimwengu wa kiroho, ulikuwa ukitimia wakati huo. Niliona kamba nyeusi mkononi mwa pepo huyo, nikasema, kamba hii na faida gani? Niambie, siwezi kukugusa kwa sababu wewe ni roho lakini malaika msaidizi aliye karibu nami anaweza kukugusa. Yule pepo alikaa kimya. Nilimwambia yule malaika msaidizi amchunge pepo huyo, na nikaenda nyumbani kwa mchungaji Alejandro kuona kinachoendelea. Hapo awali alikuwa amenipa anwani ya nyumbani kwake. Nilifika pale na niligonga mlango na mke wa mchungaji akafungua. Mchungaji Alejandro alihuzunika sana aliniambia kuwa mtoto wake alikuwa amekunywa vileo kwa mara ya kwanza na alilazwa hospitalini. Nilimpigia simu nikimwambia mchungaji aje na mimi nyumbani kwangu, kusema kwamba malaika msaidizi yuko pale analiangalia pepo lililofungwa minyororo. Mchungaji akajibu, una kichaa, mwanangu yu karibu kufa na unaendelea kuniambia mambo haya. Tulipofika nyumbani nilimwomba Mungu nikimwomba afungue macho ya mchungaji. Wakati huo mchungaji Alejandro alimwona pepo yule na kumnyoshia kidole chake akisema, e, nimeona. Nikasema, usiogope, amezimika, hawezi kukudhuru. Nilimwambia yule pepo, sasa utaniambia mpango wako wa kumuua huyu kijana. Tazama maelezo ya mchungaji Alejandro. Mimi ni mchungaji Alejandro. Nitakachosema kinaweza kuonekana kama kichaa, lakini nimekiona kwa macho yangu. Nilimwona pepo mchafu, alikuwa hatembei ndani ya nyumba ya mishonari, alinaswa na hakuna mtu aliyeweza kumgusa kwa sababu alikuwa ni roho, alikuwa ni kama upepo, tunaishi lakini hatuwezi kuona isipokuwa Mungu afungue macho yetu. Niliona kwamba wakati mchungaji anaomba, mipira ya moto ilianguka kutoka mbinguni na kuteketeza pepo hilo. Mchungaji alipomkaribia pepo, mwali wa moto ulitoka mwilini mwake na kumchoma yule pepo. Alikuwa akiteswa kutokana na kufichua mipango yake, mpaka aliposema kuwa hiyo kamba ilikuwa ya kumuua mwanangu Gabriel kwa kumnyonga. Ni kweli mwanangu karibu afe kwa kukosa hewa. Alifika hospitalini akiwa hana pumzi na alikuwa akipumua kwa kutumia vifaa. Mchungaji Kenzo alisema, lazima nifunge kwa ajili ya mwanangu, lazima ajikomboe na dhambi ili shetani asimguse. Pepo huyu alikasirika na kusema kuwa bado hajakata tamaa kumuua mwanangu. Nilimwona malaika msaidizi wa Kenzo ni mrefu na karibu mita mbili. Mabawa yake yalikuwa makubwa, alitazama tukio hilo. Kuanzia siku hiyo, imani yangu iliongezeka. Nilijua tu malaika na mapepo kwa kusoma katika Bibilia, lakini sasa nimeona kwa macho yangu kuwa wapo. Mimi ni mchungaji Kenzo na nitaendelea kusema ushuhuda wangu. Mimi ni mchungaji Kenzo na nitaendelea kusema ushuhuda wangu. Ningemwachia huyo pepo, angeenda hospitalini kumuua kijana Gabriel. Roho Mtakatifu alinifunulia kwamba kijana huyu anapaswa kufanya uamuzi wa haraka kwa Mungu ili pepo huyu asimuue. Nilimwomba malaika msaidizi ampeleke kuzimu na kumwacha gerezani kwa masaa 24. Huu ulikuwa wakati ambao nilihitaji kuzungumza na kijana Gabriel. Malaika alimfunga pepo mnyororo na kufungua shimo la kiroho kwenye sakafu ya nyumba, walishuka chini. Siku iliyofuata Alejandro alifunga ili kumfungua mtoto wake. Tulikwenda hospitali, alikuwa tayari anaweza kupumua vizuri na anaweza kuzungumza. Nikamwambia, bado unatakiwa kufanya matengenezo leo na Mungu ili pepo asikuue. Alisema atakubali kufanya uamuzi kwa ajili ya Bwana Yesu. Nilimwambia, kuanzia leo huwezi kurudi nyumbani tena. Kuna pepo ambaye atakungoja ufanye mambo ya kidunia tena ili akuue. Gabriel alipatanishwa na Mungu hospitalini. Nilirudi nyumbani kwangu na baada ya masaa 24 wale mapepo walirudi kutoka kuzimu. Alikuwa na kiu ya nafsi hiyo, lakini alikuwa amepoteza nguvu zake za kumgusa Gabriel, kwa sababu tayari alitoa maisha yake kwa Bwana Yesu. Nilienda nyumbani na Bwana Yesu alinionyesha katika maono kanisa la mchungaji Ramon katika vita vya kiroho dhidi ya mapepo ya anga niliona wanajeshi hao wakishambulia kanisa kwa mishale yenye ukubwa wa mpira wa kandanda ambao ulionekana kama mipira ya moto mieusi. Majeshi haya yalikuwa mapepo ya ukubwa wote, na sentimeta ishirini, mita moja, mita mbili, mita nne, mita kumi. Kulikuwa pia na mazimwi wakirusha moto kwa midomo yao. Mipira hiyo ilianguka kutoka angani kuelekea kanisa la mchungaji Ramon na pia kutoka katika kanisa la mchungaji aliinua virungu hewani na kuwapiga mapepo hayo. Wengi wao walipogongwa walipata kizunguzungu na kuanguka chini wengine, kwenye mito na bahari. Mipira hii ya moto iliyotoka kanisani ilisababisha athari kubwa, kuwapiga mapepo hawakuweza kupinga na kuanguka kutoka hewani mpaka chini Kulikuwa na mlipuko mkubwa angani na ardhini, na katika majibizano ya mabomu kati ya kanisa la mchungaji Ramon na majeshi. Baada ya maono haya, nilienda kwenye kanisa la mchungaji Ramon. Alifurahi kuniona, lakini alihuzunika. Alisema, tangu ulipokuja hapa na kutupa maono, majaribu yameongezeka. Kanisa liliingia katika kusudi la maombi ya miezi miwili, kila siku watumishi wake hawakuweza kustahimili na wakageuka, wanne wakawa wagonjwa na tisa wakaenda katika kanisa lingine. Mchungaji huyo alisema kwamba alifukuzwa kutoka kwenye kampuni aliyokuwa akifanya kazi. Alisema kwamba shetani alikuwa anammiliki bosi wake na akaifuta kampuni hiyo. Mke wa Shemas Horas akamwacha na watoto na kuondoka nyumbani, lakini Mungu alitoa ushindi. Wakawa na uamsho na kanisa liliingia katika ushirika wenye nguvu sana. Watu walionyeshwa maono na wengi walibatizwa kwa moto. Nilikumbuka wakati ndugu Horace aliponialika kuhubiri katika kanisa la unyenyekevu la mchungaji Ramon. Ili kupata vazi la Mungu, walilipa gharama kubwa sana, na ndivyo ilivyokuwa kwa kanisa hilo. Wengi wameniuliza kwa nini mapepo hayashambulii makanisa mengine, kwa nini yanalindwa dhidi ya mashambulizi? Nilisema pepo hawapigani na askari waliokufa, hawasumbui, hawakupi hatari, huna nguvu ya kupigana. Kwa wale ambao tayari wametawaliwa na nguvu za giza, shetani anafanya kazi tayari ndani yao, akiweka kiti chake cha enzi na mamlaka. Pale dhambi inapokaa, hukaa mawakala wake wa uovu pepo hushambulia askari hodari wanaotishia maeneo yao, wale walio katika shughuli katika kazi ya kufichua udanganyifu. Ndio maana uthibitisho huja kwa wapiganaji hawa. Baada ya kutoa ufunuo huu, nilirudi Sweden ambako niliishi katika jiji la Malmo. Amen, barikiwe kwa kufuata ushuhuda huu, basi ni kusii uendelee kufuatilia shuhuda zinazokuja, lakini pia kama utahitaji usaidizi wa kiroho kutoka katika kanisa la utakatifu, basi karibu katika Kanisa Takatifu la Mungu Tegeta, lililopo Dar es Salaam. Kwa mawasiliano zaidi, namba 0673081. Ubarikiwe.